Ilikoko legonile kokoa oye! Oh, piga makofi kwa kokoa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, leo sina maneno mengi kwa sababu tutakuwa na mkutano baadaye. Tutawaambia wananchi mambo makubwa ambayo yamefanyika kwenye wilaya hii chini yako na chini ya mheshimiwa Rais. Ndugu zangu Wanakiela, ninachowaomba hiki kilichofanyika leo ni mfano tu wa kwanza kuelekea kwenye mafanikio ya zao letu la kokoa, na haya hayajatokea kwa muujiza. Yametokea kwa sababu AMCOS zimejitoa, ushirika umejitoa, wakulima umejitoa, lakini na viongozi wetu wameunga mkono, ndio maana leo tunaona mafanikio ya kupata vipima unyevu na kupata mizani za kupima kidigitali digitali, oye Mambo ya kidijitali ni sera ya Chama cha Mapinduzi, na Mheshimiwa Rais ametuomba na ameiomba serikali itimize haya. Leo Kyela tunaanza kutimiza. Jipigieni makofi, wana Kyela. Ndugu <tukungu> mkuu wa mkoa, ni kushukuru kwa kufika Kyela na kufanya kazi kubwa hii. Tunachokuahidi hatutakuangusha, na siku zote waswahili wanasema mwanzo ni mgumu, lakini mkishatoka gari likianza kutembea sasa, ni mwendo tutaenda mbele zaidi, na Mungu akubariki sana asanteni sana. Waa, mheshimiwa mgeni rasmi na mkuu wa mkoa wa Mbeya mheshimiwa Dr. Juma Zuberi Omera, kwanza kabisa nikukaribishe ndani ya wilaya ya Kyela. Sisi wilaya ya Kyela tunaendelea vizuri, na tuko salama, na hali ya ulinzi inaendelea kuimarika, na tuko tunaendelea vizuri. Mheshimiwa mkuu wa mkoa kwanza kabisa nichukue nafasi hii wapongeza sana wakulima ndani ya wilaya ya Kyela, kwa namna ambavyo wameendelea kujituma na namna ambavyo wameendelea kuwapa ushirikiano chama kikuu kuhakikisha kwamba zao la kokoa ndani ya wilaya ya Kyela linaendelea kusimama vizuri, lakini pia linaenda kuimarisha uchumi wa kila mkulima. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, pongezi zangu nyingine nazitoa kwa chama kikuu Kyecu kwa namna ambavyo wameendelea kusimamia vizuri ushirika ndani ya wilaya ya Kyela, na leo hii ndio maana tuko hapa tukiwa tunafurahia maendeleo ambayo yamefanywa ndani ya wilaya ya Kyela, kwa maana ununuzi wa vipima joto hivi na mizani hii ya kisasa, vitakwenda kumsaidia mkulima kwa namna moja au nyingine, kumkomboa mkulima kiuchumi, lakini pia kuhakikisha kwamba anapata kila ambacho amekilima shambani. Kwa hiyo mheshimiwa mkuu wa mkoa wa wakulima, ambao wamejitokeza siku hii ya leo, wanayo furaha kubwa sana kwamba leo katika mambo ambayo walikuwa wameyaomba kwa muda mrefu yamekwenda kutimia. Lakini hii zote tunazosoma ni juhudi au mafanikio haya, hatuwezi kuwashukuru kila mmoja, lakini bila kumsahau mheshimiwa rais ambaye ameweka mifumo mizuri ambayo imekwenda kusababisha siku hii ya leo tunapiga hatua ndani ya zao letu hili la kokoa. Sisi kama wilaya ya Kyela tunanufaika vikubwa kama halmashauri wanakusanya mapato kupitia zao hili la kokoa. Lakini pia mheshimiwa mkuu wa mkoa, tukushukuru wewe kwa kuintroduce ile shilingi ishirini ya elimu, afya na maendeleo ya kilimo ambayo kupitia shilingi kumi na tisa ile au shilingi ishirini tumeweza kujenga shule ya wasichana ya kokoa katika kata ile ya Mkokwa, na siku ya kesho utaenda kuweka jeo la msingi, kwa sababu tuna mpango kwamba shule ile iwe kubwa ya kisasa kabisa. Kwa hiyo sasa hivi imeshaanza kupokea wanafunzi pale wa kike wa kidato cha kwanza. Kwa hayo ni manufaa machache ambayo yametokana na ile shilingi ishirini ya kokoa, lakini pia kupitia shilingi ishirini hiyo ya kokoa tumeweza kukamilisha miradi mbalimbali mbali ya maendeleo ndani ya wilaya ya Kyela iwepo kukamilisha zaanati lakini ujenzi wa shule mbalimbali kuchangia na kuhakikisha kwamba miradi ile inakamilika kupitia shilingi ishirini hiyo ya kokoa. Kwa hiyo kwa zao letu hili la kokoa ni zao ambalo linatubeba ndani ya wilaya ya Kyela, na ni zao la kiuchumi. Na ukiangalia, mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa mifumo mizuri ambayo imewekwa na serikali hii ya awamu ya sita, bei yetu ya juu inaweza kufikia zaidi ya shilingi elfu thelathini kwa kilo moja ya kokoa na ilikwenda kubadilisha pia hali za kiuchumi za wakulima, na hata tunavyoongelea siku hii ya leo, nadhani ni moja wapo ya zao ambalo linafanya vizuri. Nadhani kwa mnada uliopita liliuzwa zaidi ya shilingi elfu kumi na tisa kwa hiyo, unaweza ukaona jinsi gani kilo moja ya kakao ndani ya wilaya ya Kyela, na kakao yetu sisi ni organic ya asili kabisa, inavyoendelea kufanya vizuri. Kwa hiyo nipende kutoa kuhimiza wakulima kwamba jinsi ambavyo tumeendelea kulinda zao letu basi tuendelee kulilinda kuhakikisha kwamba tunaendeleza ile zao za letu la kokoa kwa asili bila kuchanganya kitu chochote ili tuendelee kupata bei nzuri. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, sasa nikukaribishe wewe ili uweze kuongea na hadhira hii. Nazungumza kwa kifupi sana, lakini cha kwanza kabisa niwashukuru sana wenzetu wa Kyecu, ambaye dada yetu mwenyekiti Lea Mwakabala pamoja na meneja na bodi nzima ya Keku kwa kuendelea kusimamia vizuri ushirika katika wilaya hii ya Kyela, na muendelee kusimamia ushirika kwa sababu ndio unaoleta uchumi wa Wanakyela. Lakini pia niwashukuru sana viongozi wa wilaya hii, Mheshimiwa mkuu wa wilaya Dada Josephine viongozi wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa mbunge, mkurugenzi wa halmashauri, kamati ya usalama ya wilaya kwa kuendelea kuwa wamoja na kusimamia ushirika kwenye wilaya hii, hongereni sana. Lakini jambo lingine niwapongeze sana wanakyela, tulikuwa tunaleta ushirika huku, kulikuwa na changamoto nyingi, lakini kama alivyosema Mheshimiwa mbunge kwamba mnaanza kwa hatua hatua kwa hatua mtakwenda mtakwenda mtakwenda mpaka baadaye mtafika mahali pazuri, na hivi sasa tulipo sio sawa na tulikotoka. Kwa hiyo tujipigie makofi mengi sana kwa watu. Lakini jambo lingine la msingi kabisa ningependa nilizungumze ni swala la kuendelea kuimarisha zao hili, vyama vyote vya msingi lazima muwe na vitalu vya kakao miche ya kakao vitalu, kwa ajili ya kugawa bure kwa wakulima. Hiyo miche ambayo ikitolewa bure inaendelea kuongeza uzalishaji wa zao hili la kakao, kutoka tulipo sasa tani zaidi ya elfu kumi kwa mwaka mpaka tani elfu ishirini na kuendelea. Ndugu zangu, ukiona jambo linakupa faida lishikilie. Sasa zao hili linatupa faida, linabadilisha maisha yetu, Watu wanapendeza, wanakera wanaishi vizuri. Ni vyema mkaendelea kusimamia, ila kitu kikubwa, tuendelee kudhibiti mianya ambayo ya udanganyifu, na ndiyo maana hapa tunakuwa na mizani ya kidigitali. wakati nakubali kutozwa shilingi hamsini hamsini hii, nilikuwa kidogo nina mashaka mashaka kwamba ni kweli tutanunua hii mizani, lakini leo hii nimeiona kwa macho na namna ambavyo inafanya kazi naamini tunakwenda kukomesha kabisa udanganyifu kwenye zao hili la kakao hasa kwenye upimaji wa kakao. Hongereni sana wanaushirika, hongereni sana wana kera. Jambo <laughs> <laughs> lingine nimeona pale kuna ombi kwamba tuendelee kutoza shilingi hamsini. Nadhani inatoka kwa mnunuzi kama sikosei, si ndivyo bwana? inatoka kwa mnunuzi shilingi hamsini ili tuweze kujenga kiwanda kikubwa cha kuongeza thamani ya zao la kakao hapa Kyela. Sasa tusi, tusianze kulihujumu jambo hilo, maana kuna wengine wataanza kuhujumu kwamba hawa wasijenge kiwanda kwa sababu watapata faida kubwa, halafu matokeo yake tunaendelea kutoa kakao nje ya nchi na wakati tuna uwezo wa kuongeza thamani ya zao la kakao hapa hapa Kyela. Sasa cha kwanza nachotoa maelekezo, ndani ya mwezi mmoja mwe meshaandaa eneo kwa ajili ya kujenga kiwanda kikubwa cha kakao hapa Kyela. Jambo la pili ni kwamba shilingi hamsini iendelee kutolewa na iendelee kutolewa, ili tuweze kupata hizo fedha, tuanze kufanya utaratibu wa kujenga kiwanda kikubwa cha kuongeza zao la kakao hapa kuongeza thamani ya zao la kakao hapa Kyela. Tunataka mtu akifika Kyela, anaweza kutoka na chocolate ya Kyela, anaweza akatoka na bidhaa ambayo imeongeza thamani hapa Kyela. na na uhakika ndani ya muda mfupi tutapata hii pesa na tutajenga hichi kiwanda. Na pesa hii, maanake mwaka huu itakusanywa na mwakani itakusanywa, halafu tujenge hicho kiwanda na naamini tukishaweka milioni mia tano na watu wa benki watakuja na mrajisi wa vyama vya ushirika, kwa sababu zao hili liko smart na limejisimama lenyewe, halina changamoto zozote. Maanake mrajisi wa vyama vya ushirika utalazimika kukubaliana na wao endapo watalazimika kukopa kuongeza kidogo kwa ajili ununuzi wa mashine nje ya nchi, basi ni vyema uweze kutoa ushirikiano. Maana yake ni nini? Tutakuwa na kiwanda cha kakao hapa Kyela tutaangalia tunataka tutoe product ya aina gani, na lazima tuendane na duka kubwa la kuuza bidhaa zake hapo hapo kiwandani. Mara kile mtu akitaka kuchukua bidhaa hizi, anakuja moja kwa moja kiwandani anachukua bidhaa hizo, anakwenda anakuta kuna duka pembeni, ambayo kiwanda kinazalisha pembeni, tunauza tunaondoka na bidhaa yetu hapa Kyela. Kikubwa tafuteni brandi nzuri ya kuita kakao ya Kyela. Kaeni wataalamu mfikirie namna kuita, kwanza kwanza kabisa jina la kiwanda kama Kyela Company Limited au Kyela International Company Limited, ambapo lazima lazima kiwanda. Mimi niwazi kwenda kwenye nchi fulani, nikakuta wenzetu vyama vya ushirika wanamiliki viwanda ili ni impressi sana, nikasema hili jambo ni vema tukalileta Tanzania. Wenzetu ukienda Ethiopia vyama vya msingi vinamiliki viwanda vikubwa za ku, za, ku, za kuoka mikate au kusindika ngano na kadhalika. Yani wako vizuri na wao, zao la kahawa tu kwa mwaka linaingizia taifa trilioni moja pointi tatu. Sasa sisi hapa kakao, tukisimama vizuri, tukiongeza uzalishaji, tukaanzisha na viwanda, maana yake ni kwamba mnunuzi namba moja wa kakao hiyo atakuwa na Kyecu mwenyewe.